Kanisa Katoliki limemchagua Robert Prevost kuwa kiongozi mpya kufuatia kifo cha Papa Francis. Kumekuwa na mvuto wa kimataifa kuhusu asili yanayotokea papa mpya, pia hoja za ikiwa atafuata njia ya Papa Francis ya kuwa na mtizamo wa uvumilivu zaidi ikilinganishwa na watangulizi wake na kukataa nasa ambazo mapapa wengi walizifurahia, akichagua maisha ya unyenyekevu zaidi. Papa ndiye kiongozi wa kiroho wa zaidi ya wakatoliki bilioni 1.4 ulimwenguni kote. Wakatoliki wanamwona kama mrithi wa Mtakatifu Petro, mmoja wa viongozi wa awali wa kanisa la Kikristo. Katika imani ya Kikristo, Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na Mtakatifu Petro ni mmoja wa mitume wake kumi na wawili. Wakatoliki wanaamini kuwa hii inamuunganisha papa moja kwa moja na Yesu na kumfanya kuwa chanzo kikuu cha mwongozo wa kiroho. Papa kawaida huongoza sherehe za kidini za sherehe zote kuu za mwaka ndani ya Mtakatifu Petro pamoja na Krismas na Pasaka. Alitokea kwenye kibaraza baada ya kuchaguliwa ili kuwasilisha ujumbe wake wa Urbi et Orbi, kwa maana ya kilatini kwa mji na kwa ulimwengu baraka maalum za papa ambazo hutolewa kwa kawaida katika hafla kuu za kidini na matukio mengine maalum. Papa ana wafanyakazi wachache, watawa wanaosimamia shughuli katika nyumba yake, kupika na kusafisha, na anaweza kuwa na mpishi binafsi pia na timu ya waandishi wanaomwandalia hotuba. Moja ya majukumu ya papa ni kukutana angalau mara moja kila baada ya miaka mitano na maaskofu wake zaidi ya elfu tano kutoka duniani kote, takriban elfu moja kwa mwaka au ishirini kwa wiki. Siku hizi safari za nje pia zimekuwa sehemu ya majukumu ya papa. Je, papa huoa? Kumekuwa na mapapa waliooa zamani. Ni wazi Mtakatifu Petro aliyechukuliwa kuwa papa wa kwanza alikuwa na mke, lakini chini ya utaratibu wa sasa hakuna uwezekano mkubwa kwamba mwanaume aliyeoa kuchaguliwa. Historia ya mapapa wa mwanzo ni chanzo cha mjadala mkubwa wa kitaaluma na haijulikani ni wapi walikuwa kama Mtakatifu Petro waliooa wa kabla ya kuwa papa. Inadhaniwa kwamba Papa Hormisdas wa mwaka 514 hadi 523 walikuwa baba yake Papa Silverius ambaye alimfuata, na Papa Adriani wa pili mwaka 867 hadi 872, inasemekana aliwahamisha mke wake na binti yake kuishi katika kasri la Laterane. Wanahistoria wengi pia wanaamini kwamba Papa John wa 17 na Clement wa 4 mwaka 1265 hadi 1268 walikuwa wanaume waliooa walipoteuliwa kuwa mapapa. Kuna ushahidi mdogo unaonyesha kuwa hakuna kati ya mapapa 266 waliotajwa na Vatican yaliyeoa baada ya kuwa papa, ingawa inadhaniwa kwamba baadhi ya mapapa walijihusisha na mahusiano ya kimapenzi yasiyo rasmi. Je, mwanaume aliyeoa anaweza kuwa papa katika siku za usoni? Hakuna uwezekano wa kutokea. Kitaalamu, mwanaume yeyote mkatoliki aliyebatizwa anaweza kuzingatiwa kwa nafasi hiyo, lakini tangu papa Abani wa sita mwaka 1378 mapapa 64 hadi sasa wote wametoka miongoni mwa makardinali wanaomchagua papa. Hakuna kati ya makadrinali wanaoruhusiwa kupiga kura kwa sasa aliyeoa. Na kawaida mapadri wa kanisa Katoliki wanatakiwa wawe waseja wasiokuwa wameoa wa wakati wanawekwa wakfu. Ingawa kanisa Katoliki linahitaji wanaume wasiooa, kuna baadhi ya tofauti. Wanaume waliooa wa, wanaruhusiwa katika kanisa Katoliki la Mashariki na pia kwa baadhi ya makuhani wa Anglikana waliobadili na kuwa Wakatoliki. Hata hivyo wanaume waliooa pamoja na wale wanaotoka katika makundi haya ya kipekee hawawezi kuwa makardinali. Je, papa ulipwa mishahara? Papa Francis anaripotiwa kutoa mshahara wake kwa mashirika ya misaada. Mnamo mwaka wa 2021, msemaji wa Vatican alitaka kumaliza uvumi kwa kusema Papa hapati na hajawahi kupokea mshahara. Francis pia alikataa baadhi ya malipo ya ofisi yake na akachagua kuishi katika nyumba ya wageni ya Vaticani. Casa Santa Marta badala ya vyumba vya kifahari zaidi vya papa. Mtangulizi wake Benedicto wa 16 alichukua hatua isiyo ya kawaida ya kustaafu mnamo mwaka wa 2013 akitaja sababu za kiafya. Vyombo vya habari ikiwemo gazeti la Italia la Stampa viliripoti kwamba alikuwa akipokea pensheni. Na je, papa anahudumu kwa muda gani? Idadi kubwa ya mapapa hudumu hadi kifo chao kama ilivyokuwa kwa Francis ambaye alihudumu kutoka mwaka wa 2013 hadi mwaka wa 2025. Hakuna papa mwingine aliyejiuzulu tangu Gregori wa 12 mnamo mwaka wa 1415, na Benedikto wa 16 alikuwa wa kwanza kufanya hivyo kwa hiari tangu Selestini wa tano mnamo mwaka wa 1294. Wanahistoria wanabainisha kuhusu ni mapapa wangapi wamewahi kujiuzuru. Hawa hapa ni baadhi ya mapapa wanaosemekana kujiuzuru: Pontian alijiuzuru mnamo mwaka 235, Silverius mnamo mwaka 537, John wa 18 alijiuzuru mnamo mwaka 1009, Benedicto wa tisa alijiuzuru mnamo mwaka 1045. Celestini wa tano alijiuzulu mnamo mwaka 1294. Gregory wa 12 alijiuzulu mnamo mwaka 1415. Inakuwaje papa? Kwa mujibu wa sheria za kanisa, yani canon law, ambazo ni mfumo wa sheria za kidini unaolitawala kanisa la Kikristo, watu wafuatao wanaweza kuchaguliwa kuwa papa. Kwa mujibu wa ripoti ya Catholic Online, mwanaume yoyote mkatoliki aliyebatizwa na mwenye akili timamu ingawa ni zaidi ya miaka mia tano tangu mtu asiye kardinali achaguliwe kuwa papa, historia inaonyesha kuwa inawezekana kwa viongozi wengine wa dini au hata waumini wa kawaida kuchaguliwa. Iwapo mgombea aliyechaguliwa si askofu tayari, ni lazima awekewe daraja la uaskofu mara moja kabla ya kuchukua wadhifa wa upapa. Wataalamu kadhaa pia wameripoti kuwa na tabia njema ni hitaji lisilo rasmi lakini muhimu sana. Mtangulizi wake Benedikto wa 16 alichukua hatua isiyo ya kawaida ya kustaafu mnamo mwaka 2013 akitaja sababu za kiafya. Vyombo vya habari, ikiwemo gazeti la Italia la Stampa, viliripoti kwamba alikuwa akipokea pensheni hata hivyo, kwa papa Francis alichagua kuvaa viatu vyeusi, ishara ambayo watazamaji waliona kama ishara ya tamaa yake ya kuepuka fahari na hali. Jozi ya viatu vyeusi viliwekwa kwenye miguu yake wakati mwili wake ukiwa umelazwa pia. Kumekuwa na tofauti juu ya hili papa. John Paul wa pili anaripotiwa kuvaa viatu vya zambarau nyakati fulani. Jarida la mitindo wa maisha la Marekani la Esquire linasema pia alivaa viatu vya kahawia na je, kwa nini kanisa Katoliki lina papa? Ili kujibu swali hilo, hebu tuchukue nukuu kutoka kwa kitabu kitakatifu cha Kikristo yani Biblia. Yesu anamuita mwanafunzi wake Simoni Petro, neno linalomaanisha pia mwamba: nami nakuambia, wewe ndiyo Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, Matayo 16, mstari wa 18. Kama ilivyoelezwa hapo awali, Wakatoliki wanamwona papa kama mrithi wa mtakatifu Petro, mmoja wa wanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo papa anaweza kuonekana kuwa kiongozi na sehemu muhimu ya misingi hai ya kanisa Katoliki. Anaashiria msingi wa Wakatoliki na kushauri jinsi ya kukabiliana na changamoto na matatizo ya maisha makubwa na madogo. Pia huwasaidia viongozi wengi wa chini wa kanisa kupata mwelekeo wa kuongoza jumuiya zao. Waumini husafiri